Nataka tuendelee kuzungumza juu ya upendo wa Mungu. Najua upendo wa Mungu kwetu ni mkubwa sana, na inaweza kuonyesha kitu kingine kusema kama tunapaswa kutembea ndani ya upendo wa Mungu onde son fils unique, afin quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ndio nasema kama kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu na hata akaweza kumtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu anayemwamini nini asiweze kupotea, ila awe na uzima wa milele. Kitu kikubwa ambayo shahidi hili linaweza kutuonyesha tena ni kuonyesha kwanza upendo mkubwa wa Mungu. Mungu ili aweze kuonyesha kweli kweli, kama na kamapekeenaf naye aweze kuja aweze kufa kwa ajili yetu.

leta mwana wake wa pekee ili kila mtu anayemwamini asipotee ila awe na uzima wa milele. Ilikuwa tendo kubwa ambalo Mungu aliweza kutuonyesha wakati aliweza kutoa mwana wake wa pekee ili afe kwa ajili yetu. Najua mimi personally nafata Mungu kwa sababu ya vitu vikubwa vikubwa vitatu, roho kali ambazo Mungu anakuwa nazo, zile zinaweza zinawezaacamina mfada mungu Yani Mungu anatupenda katika upendo wa kweli. Mungu sema mwanadamu aneza kupenda leo na isemeni, anaweza kutukia. Hapana, yani Mungu akikuruhusu kukupenda, anakupenda katika mapendo ya kweli, na ni pale aporashuuna anasema hakuna mwenye upendo kama huu, mtu kuweza kutoa uzima wake kwa ajili ya rafiki yake. Yani titu ya kabambi ya kwanza mweneacha, mimi napenda Mungu basi Mungu anakuwa na upendo ndiye, yani Mungu yakikupenda kwa kweli anakupendaka kweli, kweli. na wakati Mungu anakupenda mafeblesi zako uko nazo lakini, katika mafeblesi ambazo nakuwa nazo, Mungu anataka fanye nini akupende. Hilo kitu kikubwa sana ambacho kwanza, mimi inaacha mimi napenda Mungu, yaani Mungu unu ya anakupenda katika upendo wa kweli ye, iko sababu wanadamu mwenye anaweza kupenda leo upendo yake inaisha, hapana. Mungu kupenda anakupenda, na ndio maana wakati alipotupenda aliona ya muhimu aweze kupana mtoto wake enafr u ili aje afe kwa ajili yetu. Ilikuwa kitu kikubwa cha kwanza ambacho Mungu aliweza kusuline akuweza kuonesha ya kama kweli kweli anatupenda nous ago que lorsque ya kama étions so encore des mt Yaani, Mungu hata unapokuwa ungali ndani ya zambi, Yesu amekisha kufa kwa ajili yako. Mungu anaendelea kutupenda upendo ule mkubwa ambao Mungu anatuwa nao kwa ajili yako, anaendelea anaendelea kumanifeste juu ya maisha yako. Kingine nikisema ya kama Mungu anawapenda watenda maovu, watu ambao wanafanya zambi, Mungu anawapenda. Na katika kuwapenda anataka siku moja waweze kugeuka, waweze kutoka ndani ya zambi iko kitu kikubwa ambacho Mungu anaruhusu huweza kujionyesha kwa ajili yetu. Tuoneza angalia, mwizi anaweza enda iba, anaenda iba mabitu wa watu, lakini atarudia magharibi, ataanza omba, atasema Mungu, mimi naenda iba, me masilibani mimi naenda iba na Mungu anamchunga anarudia tena nyumba mzuri. Toneza angalia mtu na angali naua watu kumi, watu ngapi anabaua, lakini Mungu anaendelea kumpatia afya njema, anaruhusu mtu ule aendelee kuishi vizuri na afya njema, ni kwa sababu Mungu anaendelea kuonyesha upendo yake kwa huyo mtu. Yaani Mungu anatupenda sana kiwango ki ambacho wa hata katika zambi hata katika hali ya zambi Mungu anaonyesha mapendo yake wetu. Katika siku ya leo nataka sisi tuweze kuelewa na kujua ya kama tungepashwa penda Yesu katika ukweli. Tuweza kuelewa ya kama Mungu anatupenda ya ani, anasema niliwapenda tangu zamani. Hata ulikuwa ngali mtungo ya mama yako, Mungu alikuwa ngali anakupenda. Mungu alikuwa anaendelea kuonyesha mapendo makubwa juu yako. Haleluya. Amen. Kusema kweli, kama Mungu angekuwa kategoriki sana mwanadamu Hakuna leo mwenye angepata simama mbele yake. Hiyo kitu ya kwanza ambayo nashuhudia kiweza kukuonyesha. Kama Mungu angekuwa hana huruma, hana misericorde, nikwambie kweli, mtu hakuna mtu ambaye angeweza kusimama mbele yake. Naenda kitabu ya kusoma chapitre 36 ya Tujo. Nasema kama l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure toujours. Yaani upendo wa Mungu unakuwa kwetu kwe kila siku na huduma yake inatembea kwetu kila siku. Nimesema ya kama mimi napenda Mungu, ninaweza kama mimi napata Mungu, nijue vitu vikubwa vitatu vitatu. Kitu ya kwanza, Mungu iko mwenye upendo. Kitu kingine yeye anasameheka kweli kweli. Haleluya. Kama Mungu angelikuwa kategoria kusema kweli, ndani ya kanisa hapa hakuna mwenye angepata simama mbele ya Mungu, au kusema azia kurusha mbele ya Mungu hakungekuwa. Yaani, Mungu yeye anasamehe pia kweli kweli. Yaani, Mungu unaweza kukosea leo, kesho unakuja tena mbele yake na roho ya huruma na nakusema Mungu, nisamehe, Mungu yeye, leo pia, ni nilikukosea. Ataweza kukusamehe hata weza moja laoja, ila mwanadamu yeye ukimkosea leo atakwambia hiyo nimekusamehe e me, ataendelea kukuweka ile mabishirani mpaka watoto wake wakakomana watelezeaka watoto wake na kizazi ake taelewaka ulimkoseaka. Unaweza angalia tandani ya familia kwa leo, kuna watu ambao wasemezanake wasi upoka mtu moyo amkoseaka na anazabana mpia watoto yake, msitaje tena ule kwa ule mamaleki yenu ni mtu mubaya amkoseaka masii hakuweza kufanya nini kuweza kusamea Yaani, kalite nyingine mimi nampenda Mungu naa nafuata Mungu aas anasamehe yaka kweli. Mungu anaweza msamehe leo kesho taia tena na kusamehe. Ila mwanadamu kimkosea mara tatu siku ingine tasebaishe ger marasitakusamehe aka tena jo ule mwanadamu mwanadamu kukimkosea leo wakati mwingine anaweza choka na wewe. Ila Yesu huyo ambaye tumemwamua kufuata yeye, anakupenda katika mapendo ya kweli. Hata unapomkosea kiasi gani, unakuja tena mbele yake katika roho ya huruma, yeye anakusamehe kwa kweli, na anabadilisha maisha yako, na ndani ya kitabu ezisha t k asevilionyesha ya kama ekielishe avizeode

mwingine angali na mbili anafanyaka zambi lakini katika neema ya Mungu, Mungu hayapenda kufezelesha huyo mtu yani. Anapokuja tena mbele ya Mungu ajitubu kwa kweli, Mungu anamsamehe mara moja, kwa sababu Mungu ni mwenye upendo wa kweli, na kwa hiyo ili aweze kukofilia upendo wake kwetu, ili mbili aweze kutoa mwana wake wa pekee Yesu ili aje afe kwa ajili yetu, ili aweze kuonyesha mara ngapi anatupenda yaani. Ndugu mpendwa, nataka tujipenda Mungu pia katika maisha yetu, naye itaweza kutusaidia kukosa kukosea Yesu. Yaani, tutakuwa natembea na Mungu basi, tunaona grandeur ya upendo wake ambao anakuwa nao kwetu, nayo itatusaidia kuishi pamoja naye kila siku ndani ya uoga wake bila dhambi. Yaani, upendo wa Mungu ni mkubwa sana kwetu sisi binadamu. Nani hapo David na anasema kama Bwana, ungeweza kuhesabu maovu yetu, ni nani angeweza kusimama? Yani kama Mungu akikuwa anaangalia maisha yetu, na anasema hakuna kategoriki na shie, kusema kweli hakuna mtu ambaye anaweza simama mbele ya Mungu, lakini kwa sababu ya upendo mkubwa wa Mungu anaendelea kutuonyesha upendo wake mpaka tutaweza kufikia kiwango ya kuweza kugeuka ipara, nasema muweze kuishi ndani ya utakaso la santifikasyon unapasha temele ndani ya ile utakaso, ili tuweze kufikia mahali ambapo Yesu anatuita tuweze kufikia ila kionesha kama alitupenda tangu zamani, na hakuna mtu ambaye anaweza kujilinganisha na upendo wa Mungu. Hakuna kitu ambacho unaweza kukipana liweze kuonyesha upendo wa Mungu. Nasholo ya kama sisi kuweza kuwa watoto wa Mungu ni neema. Sisi kuweza kufanyika watoto wa Mungu ni neema ambayo Mungu ametupatia, na iombe kucheza na neema hii, upendo huu ambao Mungu anaendelea kuonyesha kwetu kila siku, shaji tuendelee pia na sisi kuendelea na Mungu kila siku na kuendelea kuonyesha mapendo yake kwetu. Haleluya. Amen. Ndani ya kitabu ya Warumi 8:38 39, na Biblia inasema ya kama yene puranu separe de la mor de Dieu, bila shaka kama hakuna kitu ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Mungu. Wanaona, hata iwe mpanga, hata iwe mauaji, namna gani, haiwezi weza kututenganisha na upendo wa Mungu. Yaani Mungu anapotupenda kwelikweli anatupenda katika mapendo ya kweli, hata viwe namna gani, Mungu hawezi kutuacha ama kututupa, na hakuna hata kitu ambacho kinaweza kutenganisha na upendo wa Mungu. Yani Mungu anapotupenda kweli kweli, hata kuafikia kiwango, unaweza hata kupoteza maisha. Ni pale sasa tunaona grandeur ya upendo wa Mungu, hata anasema ndani ya kaburi, bali inapokuwa anaendelea kukupenda, anaendelea kukulinda mule ndani ya kaburi. Ni hapo inaonyesha sasa makubwa ya upendo wa Mungu. Haleluya. Nataka ndugu mpendwa tuweze kuelewa kama Mungu anatupenda kabisa katika mapendo ya kweli. Na mapendo haya anataka tuweze kushikia mapendo haya nasi tuweze kufikia kiwango na kuweza kutubu na kuweza kutoka ndani ya njia mbaya ambayo tungali naishi ndani yake na, na tuweze kumfuata kwa sababu ya upendo. Hata ukosea Mungu namna gani, hakuna siku ambaye anaweza kukutupa. Anakuita, anasema kuja kwangu nitaweza kukusamehe na nitaweza kukupunguzisha. Yaani, ndani ya maisha yako unaweza kuwa unakosea Mungu kila siku na unaendelea kujiaprosha mbele ya Mungu kila siku, ila Mungu anganiendelea kukupenda, Mungu angani endelea kukuita. Mungu anataka, nataka ufikiti wako na kuweza kupata wokovu na kuweza kutoka ndani ya hali ya zambi.

Amekupatia wokovu, haiombe ucheze na hiyo wokovu, kwa sababu haiko kila mtu ndio mwenye iko na nini na hiyo wokovu. Haleluya, amen. Nasema haiko kila mtu ndio iko na wokovu ambayo umekuwa nayo, haiombe ucheze na wokovu hii ambayo Mungu anakuja kukupatia. Kuna watu wengi ambao wanacheza na neema ya Mungu, basi ndio ta Mungu, wanaanza sasa kucheza na ile upendo na ile neema ya Mungu, basi Mungu anakusamehea kila siku unaenza sasa cheza naye, unaanza cheza na ile neema ambayo Mungu amempatia, iko kutirea tasio na ile jambo. Kuna watu wa kama kama wale anaanza cheza na upendo wa Mungu asikie Mungu niwambie, kesho anafanya zambi tena, anakuya atafanya zambi, anaanza fanya sasa zoezi, anaanza kucheza sasa na neema hii ambayo Mungu amempatia. Watu kama wale wanaole kabisa na, kuna muda Mungu anaweza kutosha neema yao, neema yake juu ya watu wale watu ambao wanacheza na neema ya Mungu. Kama ungali na tembea mbele ya Mungu, inaomba utilie atansio, usicheze na neema ya Mungu, kwa maana kuna watu wengi ambao wanaweza kupokea Yesu na kuweza kuruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yao, nao walirudi tena ndani ya dhambi. wengi sana wanakufa ndani ya dhambi zake kwa sababu waliweza kucheza na neema ya Mungu watu wanapona ke Mungu iko mwenye neema, wanapona ke Mungu ni wa huruma, wanaanza kucheza sasa naye hata usione la Mungu de dieu, usiweze kucheza na upendo huu wa Mungu. Haleluya! kwa sababu Mungu akiweza kugeuza mgongo juu yako itakuwa 4 generation na familia yako na watoto wako wataweza kuishi maisha mabaya, kwa sababu ukiweza kucheza na amri hii ya Mungu. Mungu anatuonyesha mapendo yake kwetu. Anataka tuweze kufikia kiwango na kuweza kutoka kia ndani ya zambi ambayo tunazifanya, tuendelee kumpenda. Sio ndani ya maisha yako mtoko kupendwa. Nataka uweze kupenda Yesu. Nataka upende Yesu ndani ya maisha yako. Usiweze kucheza na neema ya Mungu hii ambayo Mungu ameweza kukupatia. Bila shetani mjanja kuna wakati naye anaweza kupanda magugu na kuweza kuingia ndani yako ili aweze kuharibisha maisha yako. Nakukaribisha maisha yako, shetani anakaa ndani yako na kikaa ndani yako, ila Mungu anaweza kuondoa bomo juu ya maisha yako. Umadanaa siku ya leo mpendwa, ningetaka uweze kuangalia maisha yako na kuanza kuangalia mahali wapi ambapo umeshindwa. Uanze kuambia Mungu akurehemu na unapomomba msamaha uweze kutubu kwa kweli, usikuwa mtu naomba msamaha leo tena kesho unashindwa. Unasikia Mungu ni wa upendo na anacheza na upendo wake. Haiko bia. Unasikia Mungu na neema na anacheza na neema yake. Haiko bia. Inaomba kuanza kuelewa kama wakati umekisha kujiweka mbele ya Mungu na kukubali kutumikia Mungu, unapaswa tembea selo luanza Mungu. Hata ndani ya kazi, wakati umekuangazie, wewe sasa nakwambia kama mimi sitaki kufanya hivi. Mimi sitaki kufanya hivi. Mimi sitaki kufanya hivi. Unapokuwa ukitembea kila siku ndani ya hali ambayo hataki, anaweza kukuondosha. Ndiyo maana Wakristo wengi ambao wanaweza kuogopa Mungu, kuna mlo fulani unaanza kutiza na neema ya Mungu, wengi wanakufanya ni hasara. Yaani unaangalia unaanguka kuzambi na kusimama itawaka kufu. Kwa maana sio ayoto kuweza kuishi mbele ya Mungu na hipokrisi. Kwa hivyo Biblia inasema ayoto kuwe baridi wala kuwe moto. Kwa watu wengine wanaoga kanisa na kutaka pombe, anakuwa anajivijavija tu kanisa ambe uendelee na ile hali. Mungu anapenda uache mkuja pombe, aweze kuishi na yeye saa iko kuzini. Kuna wengine ambao wanaishi ndani ya kanisa wakifanya uasherati. Mungu anataka uache hiyo hali, kwa sababu kama Mungu akikuacha uingie ndani ya hali ile, hakika maisha yako utaweza kumaliza ndani ya machozi. Asii vilinasema kama mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Aleluya jio ndani ya maisha yako kama neema ya Mungu igali na kufata mpaka leo inaomba ureconnect lile amuru ya Mungu, na kusema Mungu, nilikuwa natembea nawe kila siku mu ujanja. Kwanza leo nageuka naanza kutembea na, na we katika ukweli. Haleluya! Basi shetani nane ujanja wakati mbele nilee kufane zambi ile, shetani dae natafuta moma naweza elimile maisha yako, na unaweza kufa na umgali mwa ile zambi, unaweza kufa mgali mwa ile hali usiweze kupoteza ufalme wa Mungu, kwa maana kanisani ungali na hipokrisi mbele ya Mungu. Katika muda huu nataka utubu, nakwambia Mungu, nimeweza kuona upendo wako kwangu. Tangia leo simama useme Mungu, kwanza leo mimi natubu Uliishi na la Mungu ndani hipokrisi siku nyingi unaishiki na Mungu kum siku, unasukumiwa Mungu anakupatia neema umtumikie ni krassi paske haivyo, kila mtu muma atapataka neema ya kumtumikia mae wee. Kutumikia Mungu unakuwa unafanya Mungu na mafya, yaani Mungu anakwambia nitumikie unakuwa najua sa unapenda wakati ni na hautapenda. Yaani tunaaza sasa kucheza na upendo wa Mungu, unaanza kucheza na ile neema ya Mungu. Kuna muda fulani Mungu anaweza kuondosha neema yake juu ya ke, maisha yako na anaacha shetani kakanyake kabisa maisha yako. Haleluya. Kama mjanja kabisa wewe tunaweza kumwogopa ni shetani. Haleluya, shetani naye anaribishaka, shetani naye anapiganaka, shetani naye anaweza kutoka wakati fulani. Kama unapofanya dhambi kila siku nuko mpendwa ya kama shetani ule mwenyeko natembea naye ni mjanja. Haleluya, naomba kujitenga na uovu na kuacha na na shetani Atoke kabisa ndani ya maisha yako, usiendelee kung'ang'ania dhambi ndani ya zabi, maisha yako, kwa sababu shetani kuchanja ataweza kuharibu kabisa maisha yako. Haleluya, tutaweza kusimama, tutaanza kujiombea, tutasimama sote, tutasimama sote, tutaanza kujiombea na kusema, Mungu ni rehemu hai anapo, nilishindwa uweze kunitakasa na kunisaidia, yeah.

Tumeshindwa kutambia Mungu kwa kurehemu, na wakati fulani nilicheza na neema ya Mungu. Tambia Mungu, msamee kwa sababu nilicheza na neema yako, ila nataka niweze kutembea na wewe ndani ya Mungu, nataka uweze kunipenda. Tutaweza kuacha mwinjilisti, ndiye anaweza kutopea na kila mtu kuweza kuzoea kusema, Mungu nisaidie, ili uweze kurehemu maisha yako. Huyo taweza kuwacha mwinjilisti katika hapa. Mkiendelea kutombea, Mungu arehemu, asaidie maisha yetu disha tena katika Bwana, nakuomba tusamehe dhambi na makosa pale tulitembea vibaya mbele na wewe, pale tulikosea, pale tulishinda, pale tulijaribiwa tukauka, pale kwenye tulikenda tushinde tukashia wengi wanafanya zambi, sio zamiria, sio kutaka, lakini shetani anawatia atekenea, ile moyo inapenda mwili, inashinda mwili. ikishinda Bwana na kuomba usamehe wo walioshindwa kwa sababu ya mwili mwili liachina wanashinda tamaa za mwili zilipanda zikaacha wanashindwa kutembea na wao wote wako na kuomba msamaha, kwamba Bwana wa rehema wa neema, kwamba Bwana wa msamaha, msamaha wasamee kweli kweli, wape tena nguvu, wape tena neema, wape tena nguvu, wape na uwezo ya kuanza tembea na wewe, jinsi vile mioyo yao inataka, wanakamata decision ya kutokurudia zambi tena. Wana kamata wanakamata decision ya kutokurudia nyuma tena Bwana, huwatwike nguvu zako, huwaweke nguvu zako, wakuwe washinde, desizio yao ivae mwili, washinde zambi na tamaa zake zote, washinde mwili na tamaa zake zote. Bwana, wengi wanakuwa na shida ya mahitaji, hitaji zinawatuma waingie katika zambi. Wengine Bwana nakuomba wakumbuke mahitaji yao rajibu kwa muda na wakati ili zambi isipate tena nafasi ya kuwapokonya, kwa sababu ya mahitaji madogo madogo. Kwa sababu ya mahitaji madogo madogo, huwa naleta neema juu yao, wapate baraka zako, wakisi mahitaji mahitaji yao ijiguwe na wewe kwa muda unaofanya, ili Shetani asipate njia katika mishi Shetani tunakukemea kukemea ushindo katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye huko nakuja kumjaribu Kristo, uko nakuja kumteka Mkristu ili katikaa, Bwana usamaasam wasamee kweli kweli, wape tena nguvu, wape tena neema, wape tena nguvu, wape na uwezo ya kuanza tembea na wewe, isi vile mioyo yao inataka, wanakamata decision ya kutokurudia zambi tena, wanakamata desizio ya kuto kurudi nyuma tena. Bwana uwatwike nguvu za, uwaweke nguvu za, wakuwe washinde desizio ya waifaye mwili, washinde zambi na tamaa zake zote, washinde mwili na tamaa zake zote. Bwana, wengi wanakuwa na shida ya mahitaji, hitaji zinawatuma waingie katika zambi. Bwana nakuomba, kumbuke mahitaji yao, yajibu kwa muda na wakati, ili zambi isipate tena nafasi ya kuwapokonya kwa sababu ya mahitaji madogo madogo, kwa sababu ya mahitaji madogo madogo. Bwana naleta neema juu yao, wapate baraka zako, wakisi mahitaji mahitaji yao, ijikiwe na wewe kwa muda unaofanya ili shetani asipate njia katika maisha yao shetani tunakukemea, ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye huko nakuja kumjaribu Mkristo, huko nakuja kumtega Mkristo, ili katika mitego yako, tunakuamuru ushindwe katika jina la Yesu Kristo, toka, ondoka katika maisha ya wa wapendwa, katika maisha ya wa Wakristo, katika maisha ya wa watoto wa Mungu Hauko bienveni tunakukataa, tunakufukuza kufukuza, uende mbali nasi katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunakuita kuita, Mungu utie nguvu, utembee nasi sote so